Unaangalia Msangazi TV. Leo hii, ndugu zangu, ninayo orodha mimi ofisini, kwa kila kata, vijana wanaojishughulisha kusafirisha mirungi ndani ya wilaya. Orodha niliyonayo kwa kila kata ni ya vijana ambao hawajavuka miaka 35, ndio wanaotumiwa kusafirisha na utafiti ambao nimeufanya kule unapopeleka anakwenda kupata shilingi elfu ishirini tu. Sasa mzazi tungemsaidia kijana huyu ambaye ni kweli ameenda mpaka kidato cha nne, bahati mbaya amefanya vibaya, lakini sisi VETA inazo sifa za kumwingiza akaenda kusoma VETA, angeenda kusoma pale akatoka na ufundi wake, hiyo kazi asifanye. Sasa ili tuwasaidie watoto wetu vizuri Hebu naomba tuwape fursa hii ambayo Mheshimiwa Rais Samia wetu ameleta bilioni moja nukta tatu kwa ajili ya ujenzi wa chuo hicho cha VETA, tuwapeleke wasome watoto. Wito wangu kwa jumuiya ya wazazi, kwanza, kupitia kongamano hili, lazima tubadilike. Mheshimiwa mgeni rasmi ametuambia kwenye kongamano, ni lazima tuhakikishe tunafanya pati yetu kama walezi ipasavyo, tusijisahau. Kwa hiyo wito wangu wazazi wote waamke, warudi kwenye malezi kama utamaduni wetu ulivyo. Tuache kulea watoto kizungu, tuache kuwapa watumie simu za mikononi wakiwa wadogo, lakini tuhakikishe tunawafuatilia wakiwa shule na baada ya kutoka kwenye masomo, tuhakikishe nini wanafanya baada ya muda wa shule. Sasa ni wito wetu kama maelekezo aloelekeza DC wetu mheshimiwa Gilbert Kalima ni kwamba tunapaswa tuyasimamie maadili ili katika huu mmomonyoko hapa liyopo basi yakanyike na yasiendelee. Nadhani hili kwetu sisi itakuwa ni jambo sahihi, ni jumuiya ambayo inatakiwa isimamie juu ya hili. Unaangalia Msangazi TV.